bitaqwa llahi taala taatihi wamutabaati rasul alaihi salatu wassalam, zaidi ya siku tatu nyuma tulikuwa tumetoa matangazo hapa msikitini, na hivyo hivyo matangazo haya yakaenea katika mitandao ya kijamii kwamba leo mchana tulikuwa na tulihudhuria katika aqid mzee wetu Said Ilunga akimwozesha binti yake maeneo ya Luguruni, Mbezi, na alhamdulillah, jambo hilo limetimia kwa taufiki ya Allah subhanahu wataala, na wengi katika sisi liokuwa hapa, Allah ametuwafikisha kuhudhuria katika shughuli hiyo na kwa pamoja na kuombea dua maharusi yao, Allah awakusanye katika kheri na baraka. Hivyo hivyo tukawa tumetangaza muhadhara hapa wakati huu baada ya sala hii ya magharibi, ambapo mwanzo ilikuwa ratiba muhadhara huu ulitangaza utaendeshwa na al akhi Ashekh abulfadl Qasim Mafuta Qasim, hafidhahu llahu taala, lakini jana wakati wako njiani, anakuja akawa mpata dharura, dharura ambayo ilimfanya lazima aondoke mapema leo kurejea Tanga, walio nafasi yake kaichukua shekhuna mzee wetu Abu Hashim Abdulqadir bin Hashim al usawa hafidhahu llahu taala, ambaye yeye toka tulipotangaza leo Jumaa tumetangaza hapa na hivyo hivyo alasiri, na tulipokuwa kule katika hafla ile tulitangaza kwa muhadhara utaendeshwa na mzee wetu shekhe Abu Hashim, kwa wakati ndio huu umefika kwa muhadhara. Nadhani kama nitachukua muda mrefu isipokuwa, kwa mujibu wa utaratibu tutakaoweka tamkaribisha la akhi Alshekhi Daktari Khamisi Imamu kwa ajili ya kufanya takdim, kisha baada hapo Shekhi Daktari atamkaribisha moja kwa moja sheykhana kwa ajili ya kuanza muhadhara. Naam, Fadhila Daktari, karibu Sheikh.

Hafidhahullah llahu ta'ala, waraa na kama kawaida ya ahli sunna wanapokutana, basi hupeana nasaha, hupeana mauidha na hukumbushana. Sasa, kwa mnasaba wa harusi ya leo, walikusanyika au wapo mashehe wengi sana kutoka mikoani na hapa katika jiji la Dar es Salaam. Shehe wengi wapo, lakini sote kwa pamoja, sisi mashekhe wadogo wadogo tumekusanyika hapa kupata faida kwa shekhe wetu Abu Hashim, shekhe Abu Hashim Abdul Qadir, huyu anaishi nchini Kenya lakini ni Tanzania na amesoma Jamia Alislamia hiyo ambayo na sisi tumesoma hiyo ambayo na sisi tumesoma, lakini kitu cha zamani ni lulu, cha zamani ni lulu. Siku zote kitu cha zamani kina kuwa original zaidi waliosoma zamani walidiriki maulamaa wakubwa zaidi. Waliosoma zamani hawakuwa na vishawishi vingi zaidi kama wanaosoma sasa hivi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba shekhe Abu Hashim ni shekhe wetu na katutangulia kusoma na kufanya da'wa shekhe Abu Hashim kaishi Madina takriban zaidi ya takriban miaka kumi na kamaliza kusoma mwaka 94 ambapo asilimia 80 hapa hamjazaliwa, sio? Hamjazaliwa hata mamako labda hajaolewa na babako mwaka 94, alafu akaanza kufanya dawa hiyo. Mwaka 94 mpaka leo anafanya nini? Anafanya dawa, sio? Umeelewa? Alafu kitokee kinyangarika kimoja kiseme kwa kuona mimi nilisoma, aliposoma Shekhe Abdulqadiri, Abdulqadiri abu Hashim kuna mkubwa, sote tuko sawa, yaani wewe kama huna tatizo katika akili yako, basi una matatizo makubwa sana. Mimi nimesoma Jamia Islamia mpaka marhala ya doktora, halafu wale walimu walionifundisha pale jamii ya Islamia ambao nao wamefika marhala ya doktora, sasa mimi niseme hakuna mkubwa, mimi na wao tuko sawa? Inaingia kilini? Eti kisa tu na mimi nimesoma pale pale nami nimefika hii marhala, aljununu fununu. Kwa hiyo sisi maduat wa Tanzania. Tuna wakubwa zetu na mashekhe zetu na shekhe wetu mkubwa kabisa ni Shekhe Abu Hashim, halafu wanafuata kinabu Fadl na kinabu Abdus Salam hapa, lakini shekhe wetu mkubwa namba moja ni Shekhe Abu Hashim taka stake Sasa sisi wengine ni viji wanafunzi, hata nifanyeje, siwezi kufikia ilmu ya shekhe Abu Hashim, wala juhudi yake wala kazi yake katika dawa abadan la yuqas. Haipimwi hata siku. Kwa hiyo tukisema Abu Hashim, lazima uelewe wewe mwanafunzi wangu ambaye anakusomesha kuwa huyu mimi ni shekhe wangu kwa sababu wakati mimi nasoma ibtidai, nasoma tahfidhul Qur'ani Mombasa, shekhe Abu Hashim ashamaliza jamii, anasomesha dini. Sasa wewe jitie tu mimi shehe wangu jakuchaakucha, wewe mimi shehe wangu, umeelewa? Sasa kama wewe unaniheshimu mimi, mheshimu sasa shekhe wangu mimi, ambaye ni shekhe Abu Hashim kwa hiyo hii ni nafasi yake, Shekhe Abu Hashim, karibu kama shekhe wetu. Najua hapa atataka kuleta mambo mambo fulani hivi, kwa hiyo msiyazingatie. Unajua tawadhuu ya ulama, tawadhuu ya mashekhe hipo, najua na nasemea kwa sababu alikuwa ashaanza kunishikashika, usiseme usiseme, hapendi shekhe, lakini tunaeleza kwa maslahi ya da'wa kwa ajili ya kutengeneza jauru yetu hali yetu ya hewa ikae vizuri, yani mwelewe tunaendaenda vipi. Soma utakavosoma huko, sijui jamia gani ujue, <laughs> kuna wazee na kuna mashehe. Soma utakavosoma, mashehe zetu ndio hawa hapa. Barakallahu fiku ni wakati wa kukaribisha Sheikh Abu Hashim Sheikh, karibu na. Utalisamehe eh, utalisamehe na, na kuomba usitie taaliki, haya maneno yaache kama alivyo, wewe huna dhambi wala huna baya, hiyo ni yangu mimi na Abu Abdissalamu Abu a, wewe uhusiki kabisa, wewe kija hapa tupe mhadhara basi, kama alivyosema mzee wa kupepesa. Karibu Sheikh.